Pamoja na route match hiyo tumepita maeneo mbalimbali kuwaonyesha watanzania na wana Kigoma kwamba tupo, kwa hiyo serikali yao ipo, kwa hiyo wafanye maendeleo yao bila kuwa na wasiwasi yoyote wasi lakini la pili, ndugu waandishi wa habari, naomba ni wataarifu wananchi wa mkoa wa Kigoma kwamba mkoa wetu uko shwari na utaendelea kuwa shwari sana kwa sababu vyombo viko sawasawa, lakini na kubwa zaidi wananchi najua wako pamoja na majeshi yao lakini la tatu ni swala la uchaguzi. Niwahakikishie sisi majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura mkoa wa Kigoma wataenda kupiga kura kwa usalama na kurudi kwenye maeneo yao ya kazi vizuri sana bila mashaka yoyote. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba usalama umepangwa vizuri, majeshi yetu wako vizuri yote, kuhakikisha kwamba uh, uchaguzi unafanyika vizuri ndani ya mkoa wa Kigoma bila mashaka yoyote. Tushirikiane kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Na wale ambao watataka kukengeuka, sisi unapotaka kuvunja sheria, sisi tutashughulika na wewe. Na siku zote majeshi yetu tunashughulika na wale ambao wanataka kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuvunja sheria za Watanzania. Pamoja na route march hiyo tumepita maeneo mbalimbali kuwaonyesha Watanzania na wana Kigoma kwamba tupo, kwa hiyo serikali yao ipo, kwa hiyo wafanye maendeleo yao bila kuwa na wasiwasi yoyote. Lakini la pili, ndugu waandishi wa habari wa naomba ni wataarifu wananchi wa mkoa wa Kigoma kwamba mkoa wetu uko shwari na utaendelea kuwa shwari sana, kwa sababu vyombo viko sawa sawa. Lakini na kubwa zaidi, wananchi najua wako pamoja na majeshi yao lakini la tatu ni swala la uchaguzi. Niwahakikishie sisi majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura mkoa wa Kigoma wataenda kupiga kura kwa usalama na kurudi kwenye maeneo yao ya kazi vizuri sana bila mashaka yoyote. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba usalama umepangwa vizuri, majeshi yetu wako vizuri yote kuhakikisha kwamba Uh, uchaguzi unafanyika vizuri ndani ya mkoa wa Kigoma bila mashaka yoyote. Tushirikiane kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Na wale ambao watataka kukengeuka, sisi unapotaka kuvunja sheria, sisi tutashughulika na wewe. Na siku zote majeshi yetu tunashughulika na wale ambao wanataka kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuvunja sheria za Watanzania.